Yo, e, bwana mambo vipi? mimi naitwa Biz niko live kupitia CB Online TV. TV TV TV live pia pia kupitia kupitia YouTube natumia kama CB Online TV, unaweza ukatembelea, ukasubscribe, ukabonyeza alama kengele kwanza kupata notification, inafanyika hapa hapa hapa hapa ndani ya ya CB Online TV au au sio sio bwana? Leo kwenye kwenye kwenye exclusive interview tuko na na msa, msanii ambaye anafanya poa sana kwenye tasnia ya director. Mgini, him, director si mwingine namzungumzia him naye naye mastory hapa mali matatu kupitia CB Online TV, na tutashare naye pia vitu kadhaa ambavyo kwenye kazi yake atazungumzia kazi yake na mambo kadhaa ambayo anafanya kupitia usanii wake wa director. So bwana mambo vipi? Bwana fresh. Kama kawa. Kama kawa. Tawala. Tawala. Sanaa ya director anasemaje? Ah sanaa ya directing iko poa. Iko poa kabisa. Ya, kazi yako kutoka uanze kufanya directing kuna muda gani uh, mpaka sasa mpaka sasa naishi ni miaka kama minne. Miaka minne. Miaka minne mafanikio ambayo umepata toka unaanza mpaka sasa hivi ufika miaka minne, mafanikio yako toka ulipoanza mpaka sasa hivi, najua kuna stage umevuka au kuna hatua ambayo umepiga. Ni hatua gani ambayo umevuka, labda toka uvuko unaanza mpaka sasa hivi? Kuna kitu lazima utakao umekiongeza, i mean kwamba umeki, umekikuza, ya yeah, mafanikio yako toka unaanza mpaka sasa, mpaka sasa hivi. Kusema kweli, yani sijavuna kama nilivyokuwa natarajia, ila mpaka sasa hivi na watu najuana nao wakubwa kuna watu pia wanaoni support, yani naona kabisa yani toka mwanzo nilipoanza kazi yangu kipindi hicho mpaka sasa hivi na sasa hivi kidogo nashukuru Mungu, na utofauti unaanza mpaka sasa. Najua kuna vitu ambavyo utakome umegeti vitu kadhaa kwenye tasnia hiyo ya director, i mean kwamba kuna vitu ambavyo utakome viingiza toka naanza mpaka sasa. Yani mimi toka naanza yani, kwa sababu mimi nimeanza na lento kamera, ila mpaka sasa hivi nilipofikia sasa hivi na kamera yangu na watu wangu ambao nafanya nao kazi. Ya, ni hivyo chokipata kutoka katika yeah. Yeah, na ugumu ambao unapitia labda mfano. Labda, labda location, unda location kuna ugumu latoku, kuna yaamini, hali ya hewa, au transport, tra, labda a una changamoto labda kwamba kwamba lazima utakuwa unasafiri safiri kwenda kuangalia mazingira ya location changamoto ambazo zinakutana nazo hapa katikati, yani si changamoto kubwa ma director. Yani unafika location, labda tuseme, labda mmekubaliana na msanii, labda mnafika labda tufike location saa nne asubuhi lakini msanii anaweza akaja pale saa nane saa tisa Kwa hiyo kama mmekubaliana, labda leo tunaweza tukafanya seti mbili au seti tatu, unakuta msanii anakuja labda saa tisa saa kumi na nyinyi mlikubaliana saa ngapi? Saa nne kwa yani anakuja muda mbo anajisikia snaa tena msanii mpaka ajivute, sijui ampitie labda designer wake afanye afanyafanye vipi. Kwa hiyo unakuta mmekubana saa nne lakini anakuja kufika saa kumi. Hiyo sasa ule muda tuseme, yaani challenge kubwa ni muda. Nakuta labda siku fulani mli plani tufanye labda seti seti labda nne tano, lakini kutokana na muda ambao msanii anapokuwa anajichelewesha chelewesha mnakuta mnafanya seti mbili. Kwa I mean kwamba I mean, kwa kuna video moja haijatoka ah, Nimefanya na msanii mmoja anapatikana Buguruni anaitwa Jelikidi. Aitwa Jelikidi. Yeah, ya yani, ile kama ngoma akija kuiririzi. Yaani najiona kabisa kuna sehemu nafika. Yaani najiona kabisa. Yaani mimi sasa nilipokuwa hapa sasa hivi, yaani akija kuiririzi tu ngoma yake. Mimi kuna sehemu moja nafika, afu mimi mwenyewe nitashukuru sana. Ya yeah, pia kwenye mitendo yako kijamii tumeona mara nyingi sana ukifanya kazi na Mchina mweusi. Hai sio bana? <laughs> ya yeah, sure. Nafanya naye kazi sema mchina mimi kwake naenda kama ni content creator. Yani naenda ku, ku, yani anakuwa yani yeye, yani, ananichekiji bwana himu na nyimbo nataka kutoa, sema sasa hii nyimbo nataka tufanye challenge kwa. Ananichekiji bwana hii mdondoka bwana, siku fulani njoo tufanye challenge kitu fulani fulani fulani fulani. Ananielekezaga sana kwa, mimi nakuwa kwa toka zangu huku magetoni, naenda kule nini, naenda na shuti hivyo yaani mimi mchina ananitumia mimi kama mpige picha yake, pia naenda kama content creator wa mavideo yake kazi na kila msanii kila msanii. Awe mdogo anaanza, awe anaanza awe sijui wa size ya kati, yani mimi yoyote na wish kwa naye kazi. Kazi. <laughs> Kazi kwa sababu mimi si mtu wa kazi, mimi msanii yote atakayekuja atakaleta project nafanya naye yeah. Iko hivyo, ila msanii ambaye na wish naye sana fanya naye kazi Mario Mario. Mario. Hapa nikifanya na Mario kazi itakuwa safi sana e, kwa sababu Marioo ni msanii ambaye kwanza mziki anaujua hata e, yani akitoa nyimbo nyimbo yoyote idea yake, hata kwenye kukaa chini huwezi kutumia nguvu nyingi sana, kwa sababu yeye mwenyewe anachokiimba kitu ambacho kinaeleweka. Ndo siku kaja akanipa sasa kazi, sitatumia nguvu sana kwenye kumwandikia, sio labda leo

lakini naweza kumwambia bwana koko pale washafanya watu kibao lakini anakuambia bwana kutokana na bajeti zangu zilivyo mimi naona ndokafanye wapi bitch koko kuna ugumu gani kufanya kazi na mchina mweusi na wasanii wengine ugumu upo kwanza yule yule yule Somsa ni mdogo kashafanya vitu vikubwa alafu anakuja kuniamini mtu kama mimi kwa sababu mchina nimekutana naye eh, nimekuta kuna mshikaji mmoja ni, ni, ni pia ni designer ajiita Codex designer e, eh, mchizo huyo ni mshikaji wangu ambaye tumejuana tu mtandaoni, sasa kwenye kukomenti, akiwa anatoa kazi zake nini nini nini na nini. Mchiza akanifataga DM, akaniambia mwanangu, unafanya vitu fulani vitu fulani. Nikamwambia ya, basi kama unafanya vitu fulani mimi na, na wasanii. Akaniletea kuru kabisa wasanii, akaniambia sasa, hapa nataka kwanza nikupime, nikuone yani ufanyaji wako wa kazi uko vipi. Akaniambia basi poa Ah, uh, basi chuzi chagua msanii. Kwa hiyo niko kuangalia angalia pale wasanii walokuepo ndio nikakutana nao Mchina. Yaani, katika wasanii ambao kidogo niliona huyu nikifanya naye kazi nita yeye nitaenda he. Kwa hiyo nikamchuzi pale Mchina mweusi. Eh, kweli akanipa namba zake na brother nikamchekigi WhatsApp akukunja aku akaniambia, basi poa mdogo wangu, tukutane tu, tu, siku siku fulani tuweze kufanya nini tuweze kufanya kazi. Kwa hiyo nilipoenda kufanya kazi siku ya kwanza akanikutanisha Ka na mameneja wake akina Tayo akina nani nikaanza kufanya nao kazi basi. Nilipoanza kufanya naye kazi ya kwanza, akaelewa kwanza anza kunibeba sasa. Sasa hivi akienda redioni sio akienda wapi kwa unaenda kama mpiga picha pia na mshuti, na, na shuti nini mako ma, ma content yake ile ma video labda TikTok wapi eh, na analipa vizuri, nashukuru Mungu. Yeah, ko, I mean kwamba Mchina mweusi ni mmoja ambaye unafanya naye kazi na uliwish uliwish kufanya naye au ulivyotokea tu kama ni bora bora kufanya naye? Ndio maana nakwambia brother, mimi kila msanii nawish kufanya naye kazi. Kwa hiyo yeye alivyokuja kwangu, mimi nilikuwa ni kama baraka, kwa sababu ni msanii ambaye tayari ashafanyaje shatoka kwao, nikaona najua mimi nikishafanya naye kazi. Na kweli nashukuru Mungu, kwani mimi sasa hivi DM yangu nikikuonesha hapa brother, yani nimejaa wasanii wasanii tu, kwa bwana leo tufanye kazi. Kuna yani na wasanii kama wangapi ambao nishafanya nao project? Kuna wasanii wengi, kuna, kuna Tommy Flavour sifanya na project, lakini project zingine bado hazifanyaje hazijatoka eh kwao. Nashukuru Mungu, mchina kanifanyaje kanifungulia njia yangu hivyo. Una, una choto cha kuongea kuhusu China, labda ufanyaji wake wa kazi, I amini mean, kwamba mkienda location, labda ni mtu aina gani ambaye anapenda labda anapenda labda vitu gani labda mkienda location I mean. China ni mtu wa kazi. Mtu wa kazi. Yeah. Kama, kama mimi nilivyokuwa mtu wa kazi, au si? Kwa hiyo uki uki ukienda naye kazini bwana, imwe funga kamera e, bwana labda dancers ao wapo, anza kufanya kazi, ila nashukuru sana ni kanifikisha sehemu ambayo mimi sikuwahi kufika. Mimi blaza sikuwahi kutegemea nitaingia Clouds. Japokuwa nilikuwa na wish kama hata kesho ningeshokuta kazi zangu zitakuja kutoka pale Clouds sio wasafi, sio Bongo FM. E, ila mimi kote ukanifikisha mshikaji. Kwa hiyo na kule nimeenda nimekutana na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo nashukuru Mungu na namshukuru sana blaza. E, na nitaendelea kufanya naye kazi ndio ananipa moyo sana mimi kufanya kazi nzuri kati ya siku zinavyozidi kwenda. Na hii ndio experience ambayo nimejenga sana kutoka kwake. Eh, bwana bless sana au sio? Tulikuwa na HEEM director ambaye tumepigania stori kadhaa. Ila pia usisahau kwa watu live kupitia YouTube, natumia kama CB Online TV. Na mimi pia naitwa Biz Dadi, unaweza kutembelea kwenye page yangu ya Instagram na Facebook, natumia kama biz_dadi au sio bana? So kwenye mitandao ya kijamii, tunaweza kukupata vipi, na pia namba zako unaweza kutuachia kwamba mtu ambaye anakuangalia kupitia CB Online TV ana chote cha kukushauri au una chote ambacho anataka kufanya kazi na wewe, anaweza kukupata wapi? Pia anaweza kukutembelea kwenye mitandao ya kijamii kama nani? Ah, mimi Instagram najiita kama him_pro yani, h hechi... W -E -E -M underscore pro. Eh, kwenye, kwenye kwenye Facebook unajita him eh, Facebook yeah. namba zako unaweza kashare, namba zangu za simu natumia mtandao haro tele sana, namba nyingine, namba yangu ni moja tu eh, sifuri sita, ishirini na sita, kumi na moja, thelathini, thelathini na nne. Bwana tupo na him director ambaye anafanya vizuri sana kwenye tasnia ya director hapa Bongo sana so, bwana tumepigania ma story kadhaa Tumemaliza hapa exclusive interview, tukutane next time, next project, au sio bana? Bwana mnyama ume drip ah, nimewaka ah, kinoma noma ah, <laughs> huyu bizi huyu. Yeah, yeah. Yeah, kaingia kabla interview, kaingia pale shop chukua mnyama chini, kachukua jinzi chukua hapa beli, kali cheni ya yeah. Ndo tunasupportia kwa sababu ni kijana mwenzangu, naye anasupport na mimi namsupport, na kama hapa amekuja kufanya interview Shatangaza jina lake nimemsupport. Nimemsapoti yeah, au sio bana? Shout sana kwa busy outfit ambaye kamvalisha hapa him director, au sio bana. Bana, tukutane next project exclusive interview. Au sio bana? busy hapa. Stay stay tuned, stay connected na CB Online TV.